Mtendaji mkuu wa Tasac, mheshimiwa waziri, hawa watakaokaa kwenye hayo maeneo na nimefurahi sana, nimeona wale wengine ni ni, ni kwa watu trained kabisa hawaja ukoto ukoto watu, watu nimeona ni watu ambao ni wako kwenye eneo lao na wale wengine wote mpaka wanaopokea zile simu mpaka na wale wanaofanya masuala ya dharura kwenye afya pale mpaka na wale wanaofuatilia wote wawe watu wakishafika pale masaa 24 nne kwa kupishana kama wanavyofanya wawe ni watu watakao kuwa wamezingatia kwamba hapa tunahudumia watu ambao inawezekana wamepata dharura. Kwa bilioni 19.8 takriban ni takriban bilioni 20 ni fedha ya Watanzania na kwa ajili ya kuwajali Watanzania, mradi huu umetekelezwa. Rai yangu kwenu wale watendaji watakaosimamia jambo hili, jambo hili linahusisha masuala ya kidharura dharura, wasisinzie wala wasifanye mzaha, kwa sababu ukisinzia kidogo tu inaathiri maisha ya watu wanaokwenda wa majini. Anasema mwenyekiti hapa, ukizembea tu kuambia leo ziwa limechafuka, unasababisha matatizo kwa uzembe wa waku, kuona wakati Tuna vifaa vya kisasa ambavyo na nchi zilizoendelea ndivyo vinavyotumia. Ukipigiwa simu, ukaacha kupokea, ukawabize una chatichati chati na angalia katuni kwenye simu yako ukapitwa na simu ya mtu ambaye anahitaji msaada wa dharura. Utakuwa umesababisha madhara kwa yule ambaye yu alikupigia. yu huku serikali imewekeza kwenye chombo cha kisasa cha kuokoa maisha ya wenzetu waliokotiwa sasa wako kwenye kazi inayookoa maisha ya watu, tena kwenye masuala ambayo utekelezaji wake ni wa dharura. Nielekeze wawe macho na ni wawe watu wanaozingatia kwa ishi na wenzetu, masaa ya kazi unazingatia kazi, muda wa kupumzika na muda ambao uko nje ya kazi ndio unafanya mambo mengine, na hii ni moja ya kazi itakayo kuhitaji uwe macho kila wakati aso ikitokea ikitokea mtu akapigiwa simu ya dharura, simu tumetoa vifaa tumetoa, akatokea amesinzia, mtu wa aina hiyo, Mheshimiwa Waziri, wala usimhamishe kituo, fukuza aondoke kabisa, akachati huko, anataka kuchati kwa sababu. Hii hii ni kazi inayotaka mtu azingatie na atoe msaada kwa wakati, huwe msaada unaotakiwa Tanzania. Leo ukienda ziwa Tanganyika hakuna kituo hichi. Leo ukienda ziwa Nyasa hakuna kituo hichi. Leo ukienda Indian Ocean, Tanga, Mtwara, Dar es Salaam, hakuna kituo kama hichi. Hichi ndio kituo cha kwanza, ndugu zangu. Serikali imefanya hivyo kwa kutambua changamoto mbalimbali mbali walizokuwa wanapata wavuvi wetu katika ziwa Tanganyika ziwa Victoria na maziwa mengine, lakini kwa ziwa Victoria kumekuwa na changamoto kubwa. Miaka mitatu iliyopita watu kama 20 walifariki maji hapa. Serikali kwa kujua hilo na kwa mapenzi makubwa serikali ikasema sasa ni lazima iwekeze kwenye kituo cha kisasa cha utafutaji na uokoaji. Hapa ndio makao makuu, lakini kuna vituo vitatu vingine vimejengwa, kimoja kiko Musoma kingine iko Kerewe na kingine iko eneo jingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi wote huu kwa ujumla umegharimu takribani bilioni 19.8. Nani kama Dr Samia? Nani kama mheshimiwa Samia? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kwa upande wa wizara tunakuhakikishia tutafanya kazi kuhakikisha kwamba kituo hichi tunakilinda na tunapeleka elimu kwa tuna wavuvi wetu na wafanya biashara na tumeweka namba maalum muvote akipata shida akipiga namba moja moja sifuri mawasiliano anakuja hapa na sisi tunafanya utaratibu wa uokoaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengo hili unalolitembelea leo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa kimataifa wa mawasiliano na uchunguzi wa ziwa Victoria. Mradi huu ulianzishwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa lengo la kushughulikia changamoto za usafiri na usalama katika ziwa Victoria kwa nia ya kudhibiti matukio ya ajali na upotevu wa maisha ya watu. Shima waziri mkuu nadhani kilijua ajali ya MV Bukoba ya tarehe ishirini na moja Mei mwaka tisini na sita ni moja ya kumbukizi ya lengo la mradi huu. Hivyo utekelezaji wa mradi huu uliidhinishwa mwaka elfu mbili na saba na baraza la na mawaziri ya jumuia ya Afrika Mashariki na mwaka elfu mbili na kumi na sita Benki ya Maendeleo ya Afrika iliidhinisha mkopo wa kwa mradi huu uliopangwa kutekelezwa kwa miaka minne 2018 mpaka 2022. Hata hivyo, kutokana na changamoto mbalimbali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu utakao kutekelezwa na nchi tatu kwa maana Tanzania, Kenya na Uganda, lakini wenzetu wa Kenya walijitoa. Kwa kutokana na changamoto hizo mradi ukachelewa kuanza na ukaanza mwaka 1990 mwaka 2022 na, 22, na ulipangwa kukamilika mwishoni mwaka 2025. Lengo kula mradi huu ni kuimarisha usalama wa vyombo wa kuongeza wigo wa upatikanaji wa mawasiliano kwa njia ya simu, kujenga kituo kikuu cha kikanda cha utafiti na uokoaji hapa Tanzania na kuna kituo kingine Uganda, mjenga kujenga vituo vitatu vya utafutaji na uokoaji katika mwambao wa ziwa letu, kununua boti mbili za utafutaji na uokoaji na boti moja ya matibabu, kusimika mifumo ya kuwezesha upatikanaji wa taarifa halisi za hali ya hewa na kutoa elimu ya uokoaji kwa jamii zilizo karibu na vituo vya utafiti na uokoaji. Gharama ya mradi huu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa upande wa Tanzania ilikuwa ni shilingi bilioni 19.97 ambapo bilioni 12 ni fedha za mkopo na bilioni 7.76 ni mchango wa serikali yetu katika mradi ambao ni sawa na asilimia 29. Bongo Play TV.